Nimefanya ziara hii katika mkoa wa Morogoro, na kwa siku ya leo, ratiba yangu ilikuwa ni kukagua shule hii, shule ya Msingi Juhudi, na kwenye mradi huu ambao tumeutembelea, wakati nazunguka kwenye eneo hili la shule, imebaini na nimetaarifiwa kwamba shule hii na eneo hili la shule bado halijapata hati kwa niaba ya waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu Tamisemi, nitoe maelekezo kwa wakurugenzi wote nchi nzima, maeneo yenye taasisi za serikali ambazo sisi Tamisemi tunazisimamia yapimwe na kupatiwa hati ndani ya miezi sita ijayo. Lisiwepo jengo la serikali, isiwepo taasisi ya serikali ambayo iko chini ya Tamisemi ambayo haina hati kwa eneo ambalo inapatikana. Ni muhimu sana maelekezo hayo yazingatiwe.